Namna, tukimalizia ni kwamba katika viunga vya Kaunti ya Nairobi wakulima wamechangamkia kilimo cha pilipili mboga zenye rangi tofauti tofauti ambazo zinakuzwa ndani ya vivungulio. Ni kilimo ambacho kinabadilisha ardhi kuwa yenye manufaa kupitia miradi ya kilimo biashara ambayo inawapa wakulima faida tele. Katika makala ya Kilimo Biashara, Dennis Otieno anaangazia kilimo cha pilipili mboga. Katika eneo la Kamulu, kaunti ya Nairobi, udongo ni mkavu na mvua si ya muda tu, lakini mimea ya pilipili hoho au pilipili mboga inachanua vizuri ndani ya vivungulio. Hizi si pilipili hoho za kawaida, ni zile zenye rangi ya ng'avu, zinazouzwa kwa bei ya juu zaidi kwenye masoko ya mijini. Boniface Mosoti ndiye mkulima maarufu wa pilipili hizi hapa. Nikasema vile niko na hii shamba, ardhi yangu ni, ni ni kubwa enough ya kuweka greenhouse. So nikaanza greenhouse mwaka wa 2022, na tukapanda hoho niaitwa hoho ya, ya red na yellow, na tuka nikaendelea nika mpaka nika, nikaipenda nika na lakini nilijifunza kutoka kwa rafiki yangu mmoja naai, akiwa na zaidi ya vivungulio saba kwenye shamba la ekari mbili, Musoti sasa anatambulika kama mkulima bora wa pilipili hoho, akitumia unyunyiziaji wa matone, wataalamu wa miche na mbolea za kibayolojia kuongeza mavuno. kuna tuseme tumase na choto imefunikwa, hakuna baridi yaziingia rahisi. Alafu kuna nasema kuna unaifanyia drip irrigation Wakati eh, eh, eh, wa usiku. Pilipili hoho za rangi tofauti zinabadilisha maisha ya wa wakulima katika maeneo mengi kame nchini zikivutia wateja kwa rangi na ladha yake huku zikihitaji uangalizi wa kitaalamu mavuno hutegemea usimamizi bora na ufahamu wa kitaalamu. Unapata greenhouse moja iko na moja, elfu moja mimea elfu moja mia nne na hii mimea elfu moja mia nne ukitengenezea vizuri, kwa wiki unaweza chuna kilo kama mia tatu mia nne Wakati bei ni mbaya, tunasema ni mbaya uh, wakati imejaa kwa soko, unapata kilo moja ni shilingi themanini, lakini wakati bei iko nzuri kama sahi, kilo moja kwa farmgate unapata ni mia mbili ama kwa supermarket utapata kilo moja ni 400. Kama saa hii kwa wakulima kama Mosoti, siri ni nidhamu na uvumilivu. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.